Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari. Majina yangu naitwa Jamila Yusuph, mkuu wa wilaya Mpanda. Toka asubuhi tunafuatilia taarifa ambayo tulipokea kutoka kwenye chama cha msingi cha Kasi ambacho kiko kata ya Kasokola ya uwepo wa utoroshaji wa zao la tumbaku. Zao hili la tumbaku lina utaratibu kuanzia mwanzo wa kulima mpaka kuandaa shamba mpaka mwisho namna ya uvunaji. Ni zao ambalo linasimamiwa kwa mujibu wa sheria na liko chini ya usimamizi pia wa bodi ya tumbaku Tanzania. Sasa tumefika, tumebaini changamoto ambazo zinaonekana ni kama utoroshaji wa tumbaku, lakini tulichokibaini ni viongozi wetu wa AMCOS kuto kufata utaratibu unaotakiwa ambao upo kwa mujibu wa mwongozo unaosimamia zao hili la tumbaku. Viongozi hao wamekuwa na utaratibu wa kuwabeba wakulima ambao hawapo kwenye AMCOS kwa mujibu wa sheria kwao. Wakulima hawa wanapewa mbolea, hatujui na wanapewa kwa utaratibu gani. Wengine tumepata taarifa wanapewa kwa utaratibu wa kukopeshwa na watu binafsi, tena kwa riba kubwa kwa hiyo mkulima ameendelea kuonekana ni mtu wa kunyanyasika na jambo ambalo sio dhamira ya serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Lakini mkulima ananyanyasika kwa makusudi ambayo yanafanya na baadhi ya viongozi wa chama hiki cha, cha ushirika cha kasi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kutoa maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza eh, ni marufuku mkulima kulima zao la tumbaku katika wilaya Mpanda pasipo kufata utaratibu. Utaratibu upo kwa mujibu wa sheria na utaratibu unapaswa kufuatwa. Lakini jambo la pili e, tunao maafisa ushirika, tunao maafisa kilimo, ipo bodi ya tumbaku ambayo ipo pamoja na viongozi wengine wa, wa chama kikuu wanao wajibu wa kwenda kutoa elimu kwa wakulima, kwa sababu wakulima wengine wanaathirika kwa kutokuwa na elimu. Lakini pia nitoe onyo kwa viongozi wa AMCOS haswa, meneja katibu, meneja wa hii AMCOS ya kasi ambaye yeye ndo kinara namba na moja wa kuto kufata utaratibu unaotakiwa kwa mujibu wa sheria inayosimamia zao hili la tumbaku kwao. Natoa onya kwa viongozi wote ambao pia wanaweza wakawa na tabia kama hii ya kubeba wakulima, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Wao wanatakiwa kusimamia miongozo wanatakiwa pia kusimamia sheria kwa ajili ya hili zao, lakini wamekuwa ni chanzo e, cha kusababisha matatizo, hali ambayo inaleta taharuki kwenye jamii. Lakini jambo lingine, wakulima wote waliolima zao hili la tumbaku haswa waliopitia kwenye AMCOS. tumbaku zote lazima ziuzwe kwa mfumo wa kupelekwa kwenye AMCOS. Hatutavumilia yoyote ambaye atakuwa na utaratibu wake nje na mfumo ambao upo kwa mujibu wa sheria, na kama kuna walanguzi wanakuja wilaya Mpanda kwa ajili ya kuja kutafuta tumbaku ya kulangua nje na mfumo ambao upo kwa mujibu wa sheria, hao wajiandae. Hatutawavumilia, tutawachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria na hatutakuwa na muhali na mtu yoyote ambaye atavunja utaratibu kwa sababu hawa wanasababisha matatizo makubwa kwa wakulima wetu na kurudisha nyuma dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuwakomboa wakulima hususani wakulima wa zao hili la tumbaku. Kwa hiyo tumbaku yote ni lazima iuzwe kwa mfumo wa AMCOS na tuta, tunaanza na hiyo tumbaku ambayo meneja uh, katibu meneja wa chama hiki cha msingi cha kasi amembeba mkulima mkulima aliyembeba tumbaku yote lazima auze kwenye mfumo wa AMCOS. Vinginevyo tumbaku tutakayoikuta iko nje ya mfumo wa AMCOS, haifuati mfumo wa AMCOS, tumbaku hiyo inapaswa kubinafsishwa kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo na kwa wengine na hatutasita kufanya hivyo. Kwa hiyo hatutarajii katibu meneja, hatutarajii kuanzia leo wewe uwe kinara wa kuvunja sheria. Tutakuchukulia hatua kwa mujibu wa sheria pasipo kukuangalia, we ni katibu meneja ama ni nani. Hatuna muhali na mtu yoyote, sisi tunaangalia wakulima. Mheshimiwa Rais analeta pembejeo kwa ajili ya wakulima, mbolea sasa hivi za tumbaku zina ruzuku, lakini badala yake watu wachache wanataka kutumia mfumo kujinufaisha. Hatutawavumilia katika wilaya ya Mpanda o ni marufuku, ni marufuku katika wilaya Mpanda, mazao yote yaliyoko kwa mujibu wa miongozo yanayosimamiwa na bodi, taratibu za bodi ni lazima zifuatwe kwa mujibu wa sheria. Lakini kwenye hili hatutaishia hapa. E, tutaunda pia kamati ambayo itaratibu na kufuatilia mienendo yote ya mazao haya ambayo yanasimamiwa kwa mujibu wa sheria yenye mfumo maalum wa ununuzi tutaonda kamati ambayo itaenda kufatilia na tutachukua hatua kali zaidi tutakapobaini changamoto nyingine nje na hizi, tutachukua hatua kali na hatuta moto. Kwa jina naitwa Jenwin Dominic Kiswai, ni kiongozi wa bodi ya tumbaku mkoani Katavi. Kwa leo tumebaini uwepo wa wakulima kulima bila kusajiliwa, na hii tumebaini kwamba ndani ya AMCOS kwenye namba ambazo tunatoa za usajili kuna wakulima wanalima kupitia namba hizo. Hilo ni kosa kwa mujibu wa sheria namba 24 ya mwaka 2001 na na kanuni zake za mwaka 2011. Kila mkulima ili alime tumbaku sharti asajiliwe na bodi ya tumbaku, na tutoe wito kwamba wanaobeba wakulima hao wanavunja sheria, kwa sababu kila mkulima amewasilisha makisio yake bodi ya tumbaku, na anatakiwa kuuza tumbaku kwa mujibu wa makisio hayo ambayo amewasilisha na kwa wakulima ambao wamebainika, kuhakikisha wanafuata maelekezo aliyotoa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mpanda leo hii, ili kuhakikisha kwamba tumbaku hizo zote wanazifikisha kwenye vyama kama walivyopeleka makisio yao. Jina, naitwa Maximilian Benedicto Simbao. Ni kaimu manager wa chama cha Kasi AMCOS. Akili nilipigiwa simu asubuhi, nikasema nipo godown nafuatilia urekebishaji wa mitumba, lakini kwa kweli niliwapa maagizo makalani waje wafungue kwa lengo la mizigo tunayokusanya kwa wakulima ingie godown. Kwa hiyo kiukweli itakuwa nimekosea, kamati hii naomba msamaha. mimi na sita hapa mmekuta ziko ngapi? ishirini na moja. Umeona, kwa belo ni zile miezi imefungwa ni kumi na sita. Bado mzigo mwingine upo stoo ile ile tulioenda kuangalia. Mwenye mzigo alinipigia simu ule mzigo, ah, ah, mzigo, mzigo natakiwa utoke uje godown. Nikasema sasa ngoja niwapigie wende wende godown la mjini. Eh? Ibumi. Ibumi yuko kwenye chama chenu hapa. Zimeletwa kwa jina lako. Basi zimeletwa kwa jina lako. Sasa unatuambiaje mwenye mzigo aende? Kwa mfano sisi gari lipo Kambanga. Likifika atawaambia jamani mzigo umefika hapo, kafungwe, wanakuja kufunga. Hata nikikupa namba ya devil big yuko Kambanga na kusanya mzigo protect kwamba usikilo mkulima anataka asimame katika namba yake, lakini kuna wale wakulima ambao wanakuwa tayari naona huyu akisimama kwa namba yake anaweza kutorosha mzigo wake, anakuwa chini ya usimamizi wa mtu. Ndio tunapata taarifa niliyopewa mwanzo, ndio maana nilisema hapa libero kumi na sita, ndio niambiwa kwamba zimefungwa hizo. Kwa kwa mantiki yo nilikuwa najua kuna tumbaku nyingine kule ipo ndio maana nikasema tumbaku hiyo sasa hapo, hmm, simu ziko belo ishirini na moja akihata pale, sinisema belo kumi na sita. Hii ni Bugoma TV habari.